Hizi ni vitu viwili pepo na moto hazina mwisho toka lilipoumbwa. Wala usije ukadanganyika na fikra za watu kwamba iko siku moto wa Jahannam naye itazimika. Bali hadithi ambayo imo ndani ya Sahih Bukhari eh, siku ya Kiyama, sasalam anawaambia maswahaba kwamba wakati watu wa peponi wako peponi na watu wa motoni wako motoni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atalingana, atawaita watu wa peponi na watu wa motoni katikati yao Ataigeuza kiumbe kwa namna ya kiumbe, ataileta katikati yao, na huyu kiumbe ni kondoo. Atawauliza watu weponi, jamani, mnamjua huyu? Anaonyesha kondoo huyo. Watamwambia naam, tunamjua. Na watu motoni, je, mnamjua? Watasema naam, tunamjua, kwa sababu wakati wa kufa kwao walimwona. Ni nani huyo? ni mauti. Kila mmoja atakapokuwa anafariki ataiona mauti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatoa amri hiyo kondoo ichinjwe katikati ya watu wa peponi na watu wa motoni. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atalingania, atasema: ya ahlal janna khuludun wala maut, enyi watu wa peponi kaeni milele wala hakuna mwisho wa. Ya ahlan nar khuludun wala maut, na enyi watu wa motoni kaeni milele wala hakuna mwisho. Jambo la tano ambayo haina mwisho toka kuumbwa kwake, na hapa ndo mahali shahid ni al-arwah, roho za binadamu khasatan, hizi hazina mwisho. Wakati binadamu alipoumbwa, Adam alaihi ssalam, na mimi na wewe tulipokuwa ndani ya tumbo ya mama zetu, hichi roho ndo ilikuwa kitu cha mwisho, kiliingizwa ndani ya mwili wako na wangu na ndo wewe na mimi tukawa binadamu, na ndo kitu ya kwanza itakayotolewa wakati wewe na mimi tutakapokuwa tunaondoka paduniani. Na ndo wakamuuliza masahaba, wanamuuliza Mtume, wayasalunaka ani roh, wanakuuliza roho ni kitu gani hii. wayasalunaka ani roh kul roh, roh, roh, min amri rabbi, waambie roh anayejua ni amri ya Mungu peke yake. Na wakati wewe na mimi tutakapofariki roh itatolewa na mambo yako itakwisha itapelekwa mbinguni. Wanasema baadhi ya mufasiri, kulingana na hadithi, utakapokuwa ndani ya kaburi itarudishwa tena, utakalishwa, utaulizwa maswali. Baadaye tena itakuja kutolewa baada ya adhabu ya kaburi na mengineo. Kuna wengine wataendelea nayo, lakini wakingojea hukumu mbele ya Mungu siku ya Kiyama. Jambo la sita ambayo haina mwisho toka kuumbwa kwake na haitokuepo kuwepo na mwisho, ke, na hai, mwisho. Ni ajibudhanab

ndo mfupa ambaye wewe na mimi tulipoanza kuumbwa iliumbwa hicho mwanzo. Mtume anasema mtu atakapozikwa ardhi hii itakula kila mmoja wetu, miili yao italiwa, isipokuwa hiyo mfupa juu ya makalio. Hapa unajua lugha safi, lugha sanifu, unapozungumza mbele ya watu na heshima. Hasatan vijana, sema juu ya makalio, usitaje lugha nyingine chafu. Hapo ndo mahali ambapo siku ya kufufuliwa eh, binadamu ataanza kuotea kutoka hapo. Wafihi yarkab ataota, itaanza kuja miili yake yote, mifupa zingine, ngozi, kila kitu chingine kitarudi mahali pake, lakini itaanzia hapo. Hii haina mwisho, hata ikiwa ndani ya kaburi. Jambo la saba ambayo haina mwisho toka kuumbwa kwake ni kama Mwenyezi Mungu Wataala alivyotaja ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema dhalika alkitabu la raiba fihi. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema